Yote ya kutujenga na kukijenga chama chetu. Sitakuwa muongeaji sana. Kikubwa, naombeni muniombee dua kwa sababu kazi ya kuisimamia korosho sio kazi ndogo. Wakati wewe unaendelea kuwapambania wakulima na kuna watu wengine wanaendelea kukukwamisha ili wao wapate manufaa, jambo hili maana yake linatakiwa imani, linatakiwa subira, linatakiwa hekima, linatakiwa hofu ya Mungu changamoto nazozipitia muda mwingine ni za uongo kama unavyofahamu tuliopewa majukumu na Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwamba nendeni mkalipe vyama vikuu mambo yalikuwa ni mengi kuna watu walikuwa mfumo wa utaki wanachezesha makusudi lakini wengine wakiulizwa naambia hilo na mwenyekiti kwa kutwa ilikuwa anapokea zaidi ya simu elfu moja za wakulima maana yake yote alikuwa ni kunikomoa ili jambo hili lifanyaje Isiwezekane lakini na mimi nilimshukuru Mwenyezi Mungu alinipa imani nikaweza kusimamia malipo vizuri mpaka tunafikia leo, na kwa ushahidi wa jambo hili mliona Nane Nane kitaifa. Nawashukuru viongozi wote ambao wao waliona mimi nafaa kuwa kiongozi nitakaenda kuwakilisha kutoa salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wa wakulima, lakini wanaushirika nchini wengi, mlishuhudia tulitoa salamu lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Raisi baada ya kutoa salamu zile, lakini na yeye tukampelekea malalamiko yetu ya kumuomba tuongeze bilioni tano e, katika benki ya ushirika ili wakulima waweze kuwa na benki yao. Lakini pia tulizungumzia mambo mbalimbali, namna Mheshimiwa Raisi anavyoweza kuwasaidia wakulima. Sasa leo niwaambieni, kuna wakati unasaidiwa, lakini kuna wakati wewe mwenyewe utakaofanyaje ujisaidie ile ni ziada. Sasa ziada imekuwa sasa kama madeni, tupunguze migogoro midogo midogo. Tunachopewa na serikali wanatubusti kutokana na kile kidogo tulichokuwa nao. Nimeona niliongea ili niliweke sawa, kwa sababu naonage kuna mitafaruku midogo midogo kuhusu pembejeo. Sasa tuendelee kulima mikorosho yetu, kupalilia vizuri lakini niwaambieni watu wa Masasi kiujumla, kwenye maeneo yetu bado tuna mikorosho mingi ya kizamani. Huo ni ukweli usiopingika. Vijana wengi wala hatuendi kulima mikorosho ya kisasa, hatubuni mashamba, tunategemea ni babu zetu huku ne wala mnakosikia wanapata bei nzuri. Kinachowasaidia mikorosho mingi ni mipya, na sasa hivi mambo yamebadilika korosho zinazotakiwa ni zenye ubora, alafu zile zenye kiwango kubwa kidogo. Lakini pia kinachowaangusha ni kwa sababu wenzetu wanasema kila unapotoka usawa wa bahari au unapokaribia usawa wa bahari ndipo unyevu unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo maana yake korosho ya Rindi ina unyevu mkubwa kushinda korosho ya Mtwara. Korosho ya Mtwara ina ina unyevu unyevu mkubwa mkubwa kuliko korosho wapi? Ya Nyamba. Korosho ya Nyamba ina ina ina unyevu mkubwa kushinda korosho wapi ya tandaimba na korosho ya tandaimba ina unyevu mkubwa kushinda korosho wapi? Ya mtoa ya nani ya anewala. Lakini pia korosho ya Masasi pamoja na korosho wa tunduru, korosho ya nachingwea, liwale huku, maanake tuko katika nyanda za juu, kwa maana huko hatuna unyevu mkubwa, na ndio maana korosho huko ikichukuliwa ni moja kwa moja inaenda wapi? Inaenda bandarini. Kwa hiyo, serikali inatuhimiza katika kuhakikisha kusimamia ubora wa mazao yetu kwa hiyo unapokuwa umeacha kusimamia ubora wa mazao, kinachotokea ni nini? Mnunuzi anapoenda kununua korosho ambaye haijaanikwa na unyevu mkubwa, ananunua kwa bei ndogo, kwa sababu anajua ana gharama zingine za kwenda kuanika huo mzigo na kwenda kuchambua. Kwa hiyo ni waombe sana, tuendelee kuzingatia ubora wa mazao yetu, hii ndio njia pekee ya kujipatia bei nzuri. kama mnavyofahamu korosho safari hii haziuzi kama miaka ile akinazeka mwenje kwamba gala mzima zinauzwa wanauza kutokana na roti. Roti maana yake steka. Steka hii daraja la kwanza, ndio wan wanunuzi wanakuja kwa bei kubwa, kwa sababu daraja la kwanza, daraja ya pili pia wananunua kwa, sta kwa standard. Hivyo zamani ilikuwa wana wanauza tu mchanganyiko, yani mnada unapigwa korosho zote zopo kwenye gala. Kipindi hiki wanaenda wananunua kutokana na ubora, kwa hiyo hapo lazima tuwe na elimu kwamba korosho zetu au bidhaa yetu yoyote, ili tuuze kwa bei kubwa inatakiwa sisi wenyewe wakulima tuzingatie ubora. Niwaombe watu wa Masasi, watu wa Nanyumbu na maeneo mengine Tanzania, kuna baadhi wengine hawana nia nzuri na maeneo yetu, wana korosho za zamani, wana korosho za mwaka jana, msikubali kuhakikisha wanachanganya na korosho zenu. Mnunuzi akiona amemwingizia korosho zilizochanganya, unamtengenezea tafiti kichwani kwamba eneo hilo korosho zake sio mzuri, maanake unaenda kuwasababishia matatizo wakulima wengine. Kwa hiyo, hapa viongozi wa mkoa tuwe waadilifu wa kuhakikisha tunapokea korosho zilizo kwa sasa. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao wamekubali kuchangia shilingi 30 na mimi nawaomba tuendelee kutiana moyo ili gari litaisha, iwe niko madarakani au muda wangu ufanyeje, umeisha wa chama kikuu, nitaendelea kujitolea kwa sababu tunachokifanya ni sadaka. Lakini pamoja mimi mwenyewe ni mkulima, kwenye makato ya mwaka huu mimi nimeongoza ukato zaidi ya milioni mbili. Kwa hiyo hata wewe ambaye utakatwa 30000 hebu jitoe. Lakini uzuri tumeweka utaratibu. Kila mmoja atapewa stakabadhi ya gari. Atapewa stakabadhi ya makato aliyofanya. Gari hilo tutapoanza kurudisha faida, kila mmoja atarudishiwa fedha yake. Huo ndio utaratibu ambao tumefanya, je, tumeweka. Lakini siku ya leo kwa sababu tuna miradi mikubwa. Lakini wakati tunasoma taarifa pale hata kwenye kiwango cha mapato, sisi tumeshuka mwaka huu kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimejitokeza. Lakini tukasema hatuwezi kwenda hivi kuacha kuwapa posho kidogo. Posho yetu imegawanyika katika maeneo mawili. Eneo moja tumewapongeza wote wanachama wetu, sababu ni mwanzo mgumu, lakini wameonyesha moyo. Kwa nini huyu apate katengeneza na mwingine apate elfu lakini kwa wale ambao ni wanachama lakini wanachama hewa, naomba kwa safari hii watusamee hao. Tutaenda kujumuika nao tu kwenye chakula, lakini sio mambo ya fedha. Ndugu zangu wanachama, kama nilivyosema, chama chetu mpaka sasa hivi ndio chama ambacho kinafanya vizuri sana. Kama ziko changamoto, hata za kibinadamu zipo, lakini kwa asilimia 99 tisa tisa, maana yake fedha zimeenda kwa wakulima, waliobakia ni rejection. Tuendelee kuamsha akaunti zetu kuhakikisha tunatokana na huu usumbufu, tuepukane na huu usumbufu ambao umejitokeza chama chetu cha Nakachindu AMCOS. Na dawa yetu wa kwanza, tulichelewa kulipa. Tulichelewa kulipa kwa sababu haya makato kwa wakulima huwezi kukata bila idhini ya mkuu wa wilaya. Kwa mkuu wa wilaya anapitia hilo andiko lenu, anaangalia hizo dokumenti zenu ambazo mlikubaliana kwenye mkutano mkuu, akishajiridhisha na yeye ana vyombo vyake, anasema fuatilieni. Baada ya kufuatilia ilichukua kama wiki hizi, tulichelewa kulipa malipo wewe unafikiri mtatusamea, lakini baada ya kuruhusiwa wenyewe mmeona namna maji yalivyokuwa yanafanyaje yana magika. kwa hiyo sina mengi sana, kubwa ni kuwashukuru sana na kuwaombea, endeleeni kuniombea dua. Mwenyezi Mungu akipenda tutafanya mazuri na makubwa zaidi, lakini tuendelee kupokea yale yote ambayo tumeambiwa kuhusu ujenzi wa choo, tutaharakisha tuta, tuta, tuta kila kitu kikae sawasawa. Lakini kuhusu ishu ya chakula tumelipokea na hilo ni agizo, tutatekeleza lakini niwashukuru washukuru na waandishi wa habari wamefanya vizuri sana kututembelea katika eneo letu na huko ndio uzalendo. Kikubwa ni waombeni tuendelee kuwa na mshikamano wa pamoja lakini pia mniombee dua. Unajua ukifanya vizuri unapata mwaliko. Pia kama mwenyekiti wenu lakini mtoto wenu unapata mwaliko wa kwenda nje kwenye mkutano wa dunia wa chakula pamoja na korosho kujadili mambo mazima ya chakula na korosho namna anavyoenda, na hili litatusaidia pia kutafuta masoko lakini pia itatusaidia pia kupata uelewa wa pamoja. Kama Tanzania kidunia kwa uzalishaji wa korosho sisi ni watu watano, kwa Afrika ni watu wapili, manake tunaendelea kusonga mbele. Niwahimize sana vijana tuendelee kupanda mikorosho mipya ili tujiongezee kipato katika taifa letu, lakini katika chama chetu, lakini katika familia zetu kiujumla. Wamesisitiza mambo ya kupeleka watoto katika shule za msingi na sekondari, twendeni tuwapeleke watoto wetu shule. Na mimi juzi wakati hapo Klaus niliwaambia, ukija kusini majumba ambayo yako Dar es Salaam, baadhi ya, ya maeneo kwetu kusini naenda kuyakuta vijijini ambapo zamani tulikuwa tunaonekana watu wa kusini tuna matumizi mabovu ya nini ya fedha. Safari hii tumewaambia tunafanya vizuri, na mimi nimehakikishia kwamba kila mtu yeye na mkewe wanafanya jitihada ya kupeleka watoto wao kwenye mashule, zile kauli zisizo za uongo. Twendeni tukafanye kama vile nilivyozungumza, tuache matumizi mabaya ya fedha. Lakini pia niwaombe sana, mkewe ukimkamata ugoni usiende kujinyonga mewana jamani mkiwango kikavata... na vyama vya siasa, watendaji wa chama, wanachama wote, na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe na wasalimu, kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndugu wanachama, hali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye, mwenye kurehemu kwa kutujali afya njema na uhai hatimaye kwa uwezo wake leo hii tumeweza kukutana kwenye mkutano wetu wa mwaka 2025 2026 bodi inapenda kutumia fursa hii kuwakaribisha wanachama wote na wageni waalikwa kwenye mkutano huu wa mwaka wa kusoma taarifa ya mapato na matumizi ya chama chetu kama ilivyo sheria ya vyama vya ushirika namba sita ya mwaka elfu mbili na kumi na tano imeelekeza kufanyika kwa mikutano mikuu ya mwaka kwa vyama vya ushirika. Pia tunapenda kuwashukuru tunapenda kushukuru wanachama wote na wageni waalikwa mliohudhuria mkutano huu, kwa kuwa tunafahamu kila mmoja wetu ameacha shughuli zake za kila siku na majukumu ambayo yanamkabili na kuamua kuja kuhudhuria mkutano huu. Nasema karibuni sana. Hali ya chama Ndugu wanachama, kuhusu uhai wa chama chetu, hali ni mzuri sana kwani chama kimeweza kutoa huduma kwa jamii kama kawaida. Pia viongozi tumeweza kupata usimamizi mzuri na maafisa wetu wa ushirika, maafisa kilimo, pamoja na watu wa MAMCU katika msimu huu wa 2025 2026 tumefanikiwa, tumefani kukusanya mbaazi kilogramu 552 na, na kupata ushuru wa shilingi milioni moja na 51,560. Pia tumefanikiwa tumefani kukusanya korosho tani 704 na kilo 880, sawa na kilogram laki saba na nne na kilo 880 na kupata ushuru wa shilingi milioni 35 laki mbili na elfu arobaini na nne mafanikio. Ndugu wanachama, licha ya kupata changamoto na misukosuko mingi, chama chetu katika msimu huu wa 2025 2026, tumefanikiwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza tumefanikiwa kununua uwanja kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa ghala kuu. Namba mbili, tumefanikiwa kupata hati miliki ya uwanja. Namba tatu, tumefanikiwa kulipa kibali cha ujenzi Namba nne, tumefanikiwa kupata TIN namba ya chama. Namba tano, tumefanikiwa kukusanya fedha za makato ya shilingi 30 kupitia mauzo ya korosho kwa wanachama kiasi cha shilingi milioni 9651452 fedha fedha ambayo imeagizwa saruji mifuko 600, kwa hiyo iko njiani itafika pale gawani. Namba sita, tumefanikiwa kuwasha umeme tawi la Chipunda na kufunga hali tawi la Chipango. Namba saba tumefanikiwa kuwalipa wakulima waliouzia korosho chamani kwetu kwa wakati bila usumbufu wowote, na mpaka sasa hakuna mkulima ambaye anatudai. Namba nane usafirishaji wa zao la korosho ulikuwa mzuri, kwani tumekusanya na kusafirisha vizuri na kwa usalama. Namba tisa tumefanikiwa kupata magunia kwa wakati, hadi iliyopelekea mazao yetu kufika maghala makuu kwa wakati. Tunawashukuru tuna MAMCU Limited kwa usimamizi mzuri. Namba kumi tumefanikiwa kusomba mchanga kupeleka saiti kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi. Namba kumi na moja tumefanikiwa kununua saruji mifuko mia sita kutumia fedha za makato kwa wanachama namba 12 tumefanikiwa kulipa wahisani waliokuwa na wanadai chama <coughs> kiasi cha shilingi milioni mbili laki sita na elfu sitini. Changamoto ndugu wanachama, pamoja na mafanikio hayo, pia chama chetu msimu huu 2025 2026 tumekutana na changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza, wanachama kutouzia mazao yao kwenye chama chetu kuepuka makato ya shilingi thelathini, hali iliyopelekea kushuka kwa uzalishaji. Namba mbili, kulala kwa akaunti za wakulima hali iliyopelekea baadhi ya wakulima kutopata fedha zao kwa wakati. Namba tatu, ubovu wa mizani. Namba nne, baadhi ya watu kupotosha wakulima na kuwaambia wasiuzie mazao yao kwenye chama chetu na kuwaaminisha kwamba makato ya shilingi thelathini yanakatwa kwa kila mkulima, jambo ambalo limesababisha wakulima wengi wasiuzie chama wasiuzie mazao yao chama chetu na uzalishaji kushuka. Mikakati ya chama, ndugu ana chama chama, katika msimu huu 2026 2027 tumejiwekea mikakati ifuatayo ili tuweze kukamilisha chama chetu. Namba moja kuongeza uzalishaji. Tutafanya uhamasishaji mkubwa ili kuhakikisha tunaongeza uzalishaji katika chama chetu. Namba mbili, kufyatua tofali na kuendelea na ujenzi wa ghala. Namba tatu, kuendelea na ujenzi wa vyoo kwenye matawi yote. Namba nne, kuvutia bomba la maji kwenye eneo la ujenzi. Namba tano kununua viti kupeleka matawini namba sita wanachama ambao hawauzii kwenye chama chetu kutopata posho kwenye mikutano mikuu. namba saba kuendeleza na mfumo wa kuwashauri wanachama waendelee kuchangia shilingi 30 kupitia mauzo yao ya korosho. namba nane kuendelea kuhamasisha wa wakulima kuandika namba sahihi za kibenki. namba tisa kuandaa risiti na kuwapatia wanachama wote ambao wamekatwa shilingi 30 kuanzia msimu huu na kuendelea. Ndugu wanachama, mikakati hii tuliojiwekea tutaweza kufanikisha kama utakuwa na ushirikiano mzuri baina ya wanachama na viongozi, lakini pia endapo ya endapo hali ya kibiashara msimu huu wa ishirini ishirini na sita ishirini ishirini na saba utakuwa mzuri. Mwisho, ndugu wanachama, baada ya maelezo hayo, tunamalizia kwa kutoa shukrani shukrani zetu nyingi kwa wanachama wetu wote na wasio, na wasio wanachama na pia tunawashukuru watendaji wote wa chama hiki cha msingi na Kachindu Amkos kwa ushirikiano mzuri katika kipindi chote tulichokuwa tunaongoza pia tunawashukuru viongozi wa serikali ngazi ya wilaya, tarafa pia tunawashukuru wote mliotutia moyo na kutushikia kwa mpaka kuishia tarehe 30 mwezi wa 4 2025, chama kilikuwa kina mali za kudumu zenye jumla ya shilingi milioni 60,934,179 kilikuwa na jumla za mali za muda mfupi zenye thamani ya shilingi milioni tano laki sita arobaini mia moja tisini na moja. Kilikuwa na mtaji wenye jumla ya shilingi milioni arobaini na sita laki tano sabini na saba mia mbili hamsini na sita. Kilikuwa kina jumla ya dhima ambayo inajumuishwa na hisa za wanachama wadai mbalimbali pamoja mbali na wadai wa muda mrefu yenye jumla ya shilingi milioni kumi na tisa 997,115 na kwa mwaka huo huo wa fedha unaoisha tarehe 30 mwezi wa 4 2025, chama kilipata mapato kwa kupitia ushuru yenye thamani ya shilingi milioni 57,677,800 na kupata ziada kutokana na mradi wa gari yenye thamani ya shilingi milioni 5,973,251 na hivyo kupata jumla ya mapato yenye thamani ya shilingi milioni sitini na tatu laki sita hamsini na moja na hamsini na moja eh, na hamsini na moja. Kwa mwaka huo huo chama kilifanya matumizi ambayo yanajumuisha gharama za utumishi, gharama za uendeshaji na gharama za biashara yenye thamani ya shilingi milioni hamsini na mbili laki tisa na elfu nne mia nne themanini na nane hivyo chama kubaki na ziada au faida yenye thamani ya shilingi milioni kumi laki saba arobaini na sita mia tano sitini na tatu. Kupitia taarifa hizo, mkaguzi alipitia na kutoa maoni tofauti. Katika maoni ya mkaguzi yanajumuisha ya aina ya mbili, kuna maoni ambayo yanatolewa kwa bodi na kuna maoni ambayo yanahusu taarifa za fedha ambazo nimewasomea. kupitia hayo zifuatazo ndo hoja au maoni aliyoyatoa mkaguzi. Hoja ya kwanza ni kukosekana kwa uthibitisho wa bakaa za wadai na wadaiwa kufikia tarehe 30 mwezi wa 4 2025, ambacho ambapo chama kilionekana kuwa na jumla wadaiwa ya wadaiwa wenye thamani ya shilingi milioni kumi laki moja sitini na nne mia nne sabini na wadai wenye gharama za shajara ni milioni moja na laki tano ukaguzi na usimamizi milioni mbili na elfu sabini michango mbalimbali mbali, laki tano gharama za mkutano mkuu milioni kumi gharama za ukaguzi kwa WASCO laki saba na hamsini, wakala wa vipimo laki mbili na elfu arobaini ada ya wanachama au isa MAMCU Limited laki mbili kwa kipengele hicho kufanya jumla kuu milioni thelathini na saba laki tisa themanini na tano. Gharama za utumishi, kwenye gharama za utumishi mishahara ya watumishi milioni 2 na laki saba, mafunzo kwa kwa watumishi laki tano, malimbikizo ya mshahara laki mbili, milioni mbili na laki tano, posho ya madaraka. Yani mwenyekiti wa chama ni milioni moja na laki tano posho ya chakula laki mbili. Jumla kuu ya hiki kipengele ni milioni saba na laki nne gharama za kibiashara. Kwenye gharama za kibiashara kuna michango mbalimbali mbali ya kijamii laki nne gharama za uthaminishaji wa umiliki laki tatu usimamizi na ufuatiliaji milioni mbili laki mbili na elfu hamsini jumla kuu kufanya ni milioni mbili laki tisa na elfu hamsini kwa hicho kipengele. Gharama za kifedha, gharama za kifedha, gharama za benki tumekisia kukatwa laki tatu na elfu ishirini na tano. Gharama za mizani za kidijitali milioni mbili na elfu sabini, jumla ni milioni mbili laki tatu na elfu tisini na tano kwa hicho kipengele. Bajeti ya maendeleo, kwenye bajeti ya maendeleo tumekisia ujenzi wa ghala kuu, tutaanza na milioni ishirini. Jumla ya matumizi yote ni milioni sabini, ni milioni sabini, laki saba na thelathini. Jumla ya mapato ni milioni sabini na moja na laki nne, kwa hiyo kufanya jumla kuu ya Ziada ya baki benki. Tunafanya mahaba mpaka sisi maneno mengine tunakunipomba tunajua kutambiwa. Hiyo <gibu> sio sheria na haipo. Sio kanuni ya ushirika. Wewe unafanya kazi ukifanya kazi ukimaliza kaa kimya. Sio unaenda kufanya mahaba ndani. Wakulima wengine unaochochea kutokana na kauli. Nataka kavu <gibu> kwanza. Kutokana na kauli. Kwa mimi nawaombeeni sana. Wajuma na kachini mwelimike, tunawapendeni, tunawahitajini. Kwasemeni kama huku manake sio kama tunawabagua.

Sasa, siku yote tukisema manunuzi, hatutaki kumpigia mtu simu sababu sisi ndio. Lakini wanachama, mimi ninawaombeni hilo linatoka rohoni kwangu, pamoja na bodi. Kuna taasisi sisi tunaziacha kwa maksudi, hatutaki kuzisaidia sisi. Kwenye chama cha msingi Nakachindu kuna shule za msingi tatu zinatuzunguka, utaikuta Nakachindu utakuta Chipango, utakuta shua nsingi mbuu. Uh, efi kwa nini tusifanye mkutano siku moja, tukasema mkutano kama hii, tukapitisha bajeti ya tani moja na nusu kilo miatano kilo miatano kilo miatano, sababu wale watoto ni watoto wa wakulima. Mimi ninawaomba ili tuliangalie kwa karibu, miatano miatano miatano, ukifanya hesabu tani moja na nusu labda milioni na kitu, tuliangalie au watoto wengine wanashindwa, wanafuata na shambani, hakuna chakula. Mkiulizwa vipi shuleni, hamna. Wengine watasema kwa nini wazazi wao hawapo. Wazazi wao ndio sisi, na hii taasisi sisi ya kwetu, hii taasisi sisi ni mali yetu. Kwa nini tusiwashawishi hawa siunue chakula tani moja, tani mbili, wakagawa kwenye shule hizi? Mimi ninawaombeni ninawaombeni kwa moyo mkunjufu. Kuna mtu mwingine atazaa, mi sina mtoto, sio maana yake, hata ndugu yako hauna, hata kijukuu hauna. Mimi hapa hakuna mtoto anayesoma shule ya msingi wala sekondari, lakini ninaomba hivyo. Ndugu mwenyekiti, mimi ninawaombeni, ninawaombeni swala la chakula, wanachama pamoja na mwenyekiti mkae Pelekeni chakula mainjane, kuja pelekeni chakula mashuleni. Kuna watu wanamvuta sasikia, mimi mtoto wangu anakula huko, wanakuja kuuza korosho. Ni mvuto tu, mtoto wangu kule sukari, so, tu huo mvuto. Mtoto wangu anafanyaga chenga, unampelekea hamsini, kilo hamsini, sio kama umpeleke kila siku, kilo hamsini, kilo ishirini na tano, ishirini na tano, ishirini na tano, kilo sabini na tano, tano, tano, mkigawa kuna nini? wakinywa uji siku mbili, shukurani. Mtu wa shukurani sio kila siku, hata siku moja. Mambo nasema, mambo ya watoto, hata mmoja nipiga makofi. Hata ule mpango kazi wa baadaye utakuwa haupo, umefilisika. Tumlinde mwenyekiti, tuilinde pesa tuliyopitisha hapa. Watendaji na wajumbe wa bodi, tusimamie kwa makini kabisa, ndio kwa huruma Tumjenge tu, tu mwenyekiti. Heshima, milioni sabini na sita ilipitishwa, sio hela ya kufupa magoma, ni hela ambayo inatakiwa ipate mpango chanya wa wananchi wa so Wanakachindu, sio vinginevyo yoyote. Mwenye sherehe ya ngoma asifanye mpango ngoma. Hela hii hela hii ina mpango maalumu. Tafadhali mimi naliomba sana kwa maslahi wa Nakachindu kwa maslahi ya fedha hii kwa maslahi ya mwenyekiti mwenyekiti, pesa hii naweze kumharibu, naweze kumnyanyua. Tunakwenda vizuri katika hili bwana Hussein amenifilisi sana juu ya mpango kazi wa wa, wa kiwanda kinachotaka kujengwa magala, tutunze ile cement siji kaibiwa. Ikiibiwa ile napo tutakutumisha haribu tunamwiba nani? Mwaka juzi nilikuja wakaambia wamenyang'anana watu mifuku ya saruji nino salfa pale sijui 30 40 sijui yao nagawana tu taratibu, unashindwa kuelewa kwamba kwa vipi salfa inagawanya katika nje katika taratibu ambao haupo. Tuheshimu saruji iliyokuja ile, ni ya kwetu, sio ya Azam ile. Sa saruji ni ya kwetu, ya wanakijiji wanakachindu, mbali kiacho wanachama ushirika <laughs> ndiye sema <ya> sikiki ushirika la <inaudible> mwisho. Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, sio kwa muhimu mkubwa sana. Mmoja umelitekeleza mwaka jana, niliomba kwamba chama chako mwenyekiti ni kikubwa sana hatuwezi kufanya mkutano wa mwenyekiti wa mkoa kimya kimya, waite waandishi wa habari, haya aruki duniani. Naanza kamwenja msisitiza kwamba habari hapa ziende duniani, wamuone Azam nini anakifanya katika hilo. Mwenyekiti, hazi yako ni kubwa. Mwakani, kama utashindwa kupitisha bajeti ndogo ya viti 300 basi, pata majamvi watu wakae katika majamvi, hali hile, kwa kama sisi kwetu kuna ngome inaitwa Chitipu watu wametawanyika, hadhi yake ya chama ni kubwa sana. Majamvi yapatikana na kwenda kiwandani. Kama uliweza kuagiza maturubai zaidi ya 2000 kwa kwa sababu ya kuokoa korosho iliyoloa, kwa nini usipate majamvi 100 tu kwa sababu ya kuandikia hawa watu? Hebu kaagiza vitu 300 zaidi ya maturubai mwaka jana 2000 yameagizwa na mwenyekiti kuokoa korosho ambazo kwa zinaloa maji ndani ya eneo lake la Mtwara na watu kweli, korosho zimeokolewa